Hujambo mwanafunzi, leo katika somo letu tunaangazia maswali ya kudurusu Nguu za Jadi. Tuko na swali la dondoo, jinsi ya wahusika wanavyokomboa jamii yao, ndoto ya Mangwasha na pia mbinu ya majazi ilivyotumika katika riwaya A, tuko na swali la dondoo. Hakujua akimbilia wapi, sasa afanye nini? Alilitupa lile jinyama lakini likahepa alihisi maisha yake ya muhatarini. Yaweke maneno haya katika muktadha wake, na tunaona haya ni maneno ya mwandishi akimrejelea Mangwasha alipokuwa akiota nyumbani kwake. Kwa hiyo mahali ni nyumbani kwa Mangwasha. Mangwasha alikuwa amekataa mlungula wa Sangilu aliyekuwa amemtembelea kwake diposa, alipolala akaota jinyama lililokuwa likitoa moto likimkimbiza. Swali la pili, kwa kutoa mfano, tambua mbinu mbili za lugha katika dondoo. Tuko na swali balaga. Aha, sasa afanye nini? Alafu tuna taswira, alilitupia ali lile jinyama lakini likahepa. Swali la cha, fafanua umuhimu wa mandhari katika riwaya hii. Na kama tulivyosema mandhari ni nyumbani kwa Mangwasha, kwa hivyo anatumika kujenga ripo, eh, ploti ya riwaya kwa mfano waketwa wanaporudi makwao. Pili, kuna kutambulisha wahusika kama vile Sagura ehe, aha, kuna Sauni, kuna mkuu wa polisi na pia tunaweza sema kwamba tuna Sangilu ambaye alikuwa ameenda kumpelekea mlungula. Kuna kujenga sifa za wahusika kwa mfano Sauni tunaona kwamba ni mwenye hasira na Lonare ni mwenye busara. Pia kuna kujenga maudhui mbalimbali kama vile ukatili na utetezi wa haki unakubainisha kubainisha mgogoro unashamiri kati ya makundi mawili hasimu, yaani waketwa na serikali, pia sauni na mkuu wa polisi, pia waketwa na wakule. Kuna kuchimuza dhamira ya mwandishi kuwa wanajamii wana jukumu la kutetea haki zao dhidi ya viongozi dhalimu, na pia kuna kufunza kuhusu mbinu chanya za kusuluhisha migogoro. Tunaona Lonare anamhimiza sauni aachane na wale polisi. Uh, jamii ya nchi ya Matuo imesheheni vikwazo ambavyo vinakaa kama nguu na kutoka jadi nguu hizi zimeathiri upana usawa katika jamii. Tathmini kauli hii kwa hoja sita. Kwa hivyo tukiangalia vikwazo ambavyo vinakaa kama nguu na kutoka jadi nguu hizi zimeathiri upana. Kwanza tunaona kwamba mwanamke anaonekana kama chombo tu cha kuchuuzwa na mwanaume. Tunaona kwamba baadhi ya wa waketwa waliochomewa nyumba zao wanatoa hoja kuwa kuna wale waliowauza wake zao kwa wakuu ili wapate ajira. Tunaona pili, wanawake hawana sauti mbele ya wanaume kama alivyowaza Mangwasha kuwa walipaswa kusikiliza na kutenda, bali si kusikilizwa na kutenda. Pia kuna utamaduni unamfunza mke kujitegemea katika maisha, bali si kutegemea mume kujikimu katika maisha yake. Mugulu anamshinikiza Mangwasha kujitahidi kukidhi mahitaji ya wanawe. Tunaona kwamba Mrima anaamini kuwa mwanamke huwa na maneno mengi kama chiriku na kwamba mke hapaswi kumuuliza mumewe kule aondako au atokako. He, tunaona pia kuwa Mrima anamwambia Mangwasha kuwa yeye ni mwanaume na mke hangemzuia kuoa, kwamba angeweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Tunaona kwamba utamaduni asilia pia unamtaka mume aweze kuitunza jamaa yake na kuisimamia. Hii ndiyo maana Mrima anasisitiza kuwa mila haimruhusu kutunzwa na mkewe. Pia tunaona mila hairuhusu mwanamke kumfuata hata katika vyumba vya starehe Mbungulu anamweleza Mangwasha kuwa hastahili kumfuata Mrima katika vyumba vya starehe. Tukienda swali lingine: hivyo alitaka kubadili hali, hata kama ilimaanisha kukitia kichwa chake kinywani mwa simba, alitaka kuliokoa jahazi lililokuwa likielekea mwambani kwa kasi, lakini angeliweza vipi kupambana na utandu wa mahasidi hao? Fafanua umuhimu wa anayerejelewa dondooni katika kukuza na kuendeleza vitushi riwayani. <coughs> Tunaona kwamba anayerejelewa ni, ni Lonare na Lonare atawakilisha viongozi wanaozingatia demokrasia na haki za wananchi. Pia kupitia kwake, wananchi wanakuwa na imani ya uongozi mzuri na matumaini katika maisha yao ni kielelezo cha watu wasiokata tamaa maishani. Ametumiwa kuonyesha jinsi ushirikiano miongoni mwa wananchi unavyoweza kubatilisha uongozi dhalimu. Pia ametumiwa kama chombo cha kuleta mabadiliko katika utawala usioridhisha, ule utawala wa Mtemi Lesulia. Haeleza sababu za mrejelewa kutaka kufaulisha kauli iliyopigiwa mstari. Tukirejelea hili swali, tunaona kwamba alitaka kuliokoa jahazi lililokuwa likielekea mwambani kwa kasi. Kwa hivyo tunaona anaerejelewa Lonare alikuwa anataka kuwakomboa waketwa kutoka uongozi dhalimu wa Mtemi Lesulia, na tuna tukiulizwa sababu za mrejelewa kutaka ama sababu za Lonare kutaka kuwakomboa waketwa. Kwanza tunaona kuna unyakuzi wa ardhi ya wanajamii. Tunaona Sangilwa na panga kunyakua ardhi ya Wanamatango. Kuna kufutwa kazi kiholela, tunaona Mangwasha anapigwa kalamu katika ofisi ya chifu kwa kuunga mkono kampeni za Lonare. Tunaona mshahara mdogo kwa wafanyikazi, mshahara anaolipwa Mangwasha haukuhudumia ya familia yake. <coughs> Tunaona kuna ukosefu wa elimu miongoni mwa vijana, Mangwasha aliwaona vijana wakizurura mtaani, kutelekezwa ama kutelekeza mtoto wa kiume na kuishia kuingilia matumizi ya mihadarati. Tuna watoto wa kike wanatumiwa katika biashara ya ngono. Tunaona Sihaba anamiliki danguro anapotumia wasichana wadogo. Tunaona kuna ulanguzi wa mihadarati, Ngoso anamiliki mtandao wa ulanguzi wa dawa za kulevya. Tunaona kuna matumizi ya pombe haramu, tunaona Mrima anabugia pombe haramu. Kuna ukware, tunaona Sangilo anajihusisha kimapenzi na Cheia ingawa ana mke. Pia kuna utekaji nyara utawala wa Mtemi Lesulia unamteka nyara Lonare ili asishindanie kile kiti cha mtemi. Kuna uharibifu wa mazingira, tunaona viongozi walichimba mchanga na kukata miti bila kujali. Tunaona ufisadi umekithiri katika nchi ya Matuo, ambapo watu wenye ushawishi kama Sangilu hawakulipa kodi na waliagiza hata bidhaa hatari kama maziwa ya watoto yenye sumu. Tunaona kulikuwa na ukabila. Tunaona Mangosha anaeleza jinsi waajiriwa wengi katika ofisi ya Chifu Mshabaha walikuwa wa kabila lake Mshabaha. Tunaona kuna ubaguzi katika ajira. Utawala wa Mtemi unawabagua Waketwa wakati wa ajira. Tunaona kuna uhaba wa ajira. Tunaona vijana wengi waliokuwa wame afilika kutokana na taasisi za elimu walikosa kazi. Kuna ukiritimbo wa kiuchumi, tunaona Sagili wanamiliki nyenzo zote muhimu za kiuchumi, alafu mwisho kuna unyakuzi wa mali ya umma, tunaona anaanzia ananyakua jengo moja refu katikati mwa mji. Kwa hivyo hao ni baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yamepelekea Lonare kwez, kujaribu kuikomboa ile nchi yao ama kuwakomboa wananchi wananchi wa Matuo. Uh, tunaona mwandishi wa riwaya Nguu za Jadi amefanikiwa kutumia mbinu ya majazi katika kukuza wahusika na mandhari mbalimbali riwayani. Fafanua kwa kutolea mifano sita. Haya, majazi ni mbinu ya kisanaa kuipa sehemu au mhusika katika kazi ya fasihi jina kutokana na sifa maumbile, tabia na mienendo yake, na tunaona kwamba baadhi ya wahusika na sehemu mbalimbali zimepewa majina ya kimajazi. Ifuatayo ni mifano ya matumizi ya majazi katika riwaya Nguu za Jadi. Kwanza tunaona Matuo, hili ni jina la nchi, linatokana na kitendo cha kutua au kutuama kwa maana ya kutosonga mbele. Nchi hii haisongi mbele kwani inakumbwa na changamoto mbalimbali. tunawaketwa hili ni jina linalotokana na kitenzi teketa na ni kumaanisha hali ya kumpiga mtu au kumwangusha. Waketwa ni watu wanaodharauliwa, wamenyimwa nafasi za kujiendeleza, ingawa tunaambua kwamba wanabidii katika masomo na kazi. Kuna wakule a kwa mbali sana kimaendeleo na wao wanahodhi nafasi za uongozi nchini Matuo. mm -hmm. Tunaona kuna chifu Mshabaha na shabaha ni lengo, kusudi au nia, na huyu chifu ana nia ya kuisambaratisha ndoa ya Mangoasha akishirikiana na Sangilu. Tunampenda Bure, na huu ni mkahaa unaomilikiwa na Sangilu. Huu hapa ndipo wanapokutana Mangoasha na Mlima, wanapendana kwa dhati, japo Mlima ni maskini. kuna Ponda Mali ni sehemu ambapo kunauzwa pombe haramu. Humu ndimo watu kama vile mrima wanakuja kuharibu pesa zao kwenye vileo hivyo. Kuna Si Haba, ni mhusika mwanamke mwenye mambo si haba, yaani hana mambo machache. Yeye ndiye anatumiwa na Sangilu kufanya mambo yote mabaya katika jamii, kwa mfano kuja kuvuruga harusi ya Mangosha na Mrima. Pia kuna bwana Mafamba, huyu ni mwanasheria. Maana ya Mafamba ni uongo, kwa hivyo ni mwanasheria fisadi na mwongo kuna Mwamba ambaye pia ni mwanasheria mahiri sana na muang, ma, na, hata Mwangosha anamlinganisha na mlima uliojengwa kwa mwamba, kutokana na umahiri wake katika kesi ama katika sheria. Anashinda kesi ya ardhi ya Matango. Pia kuna Majaani. Jaani pahali panapotupwa takataka, na hii ni sehemu chafu ambako Mlima anapatikana baada ya kusukumwa kwenye pombe na Sangilu kwa hadaa za pesa. Mashauri hili ni jina la kimajazi yaani, kuomba ushauri. Ehe, na tunaona kwamba hata tunaona lombo anamwambia Mashauri kwamba aisee, Mashauri inaona leo una mashauri ya kufanya na mzee wako, yani advice. Na wa hayo mengi au machache, nashukuru sana kwa kunisikiza. Like and subscribe, hadi wakati mwingine, shukrani.